A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa video zetu hapa Abjad Academy Online TV. Leo tumekutembelea na tumekujia kwa ajili ya kukupa nasaha saha, lakini vilevile pia kukumbushana na na maarifa kuhusu dini yetu ya Uislamu kama ambavyo Allah subhanahu wataala ametuamrisha na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefikisha. Kiukweli ndugu yangu mtazamaji, mimi huwa nasikitika sana na nahuzunika kum, kumhuzunikia na kumsikitikia yule ambaye anatumia muda wake bure kumdiscuss Allah subhanahu wataala yupo vipi? Kiukweli inasikitisha sana, ukimwangalia mtu jinsi alivyo na vitu ambavyo anavifanya anaviposti. Kiukweli ni wakusikitikiwa na ni wajibu kusikitikiwa mtu huu. Qurani jinsi inavyomzungumza Allah subhanahu wataala na jinsi Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyoonyesha kwamba hawezi kufananishwa wala kulinganishwa na chochote, anakuja mtu bado yuko katika kupima, kuthibitisha ana viungo au hana viungo. Mimi watu wa disaini hii huwa nawasikitikia sana, na kuona ya kwamba wanapoteza muda wao na kupoteza MB za watu, na wala sioni faida inayopatikana katika haya ambayo yanajadiliwa katika kubishana kuhusu dhati ya Allah Subhanahu wa Taala sioni faida yake isipokuwa ni kuja kuwagawa watu tu, wachukiane, wasipendane, wasikae pamoja, wasiamue pamoja. Hawa ndio watu wenye dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Taala. Qur'anul Karim ishamaliza

arrahmanu alal arshi stawa, iwe maana hii ni maana ya hakika kwamba ipo kwenye arshi. Walam yakun lahu kufwan ahad, iwe ni maana almajazi, walam yakun lahu kufwan ahad. Hatuwezi sisi kumzungumza Allah subhanahu wa Ta'ala, ta ta ta kwa dhati yake. Hivi ndugu yangu mtazamaji ikiwa mimi na wewe tuna, tunataka kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwanza tujiulize sisi, je, tushajimaliza kujitambua, kujijua? Tunajifahamu hakika hasa? Hivi sisi tunajua tuna mishipa mingapi ya damu na tuna mishipa mingapi ya maji? Hatutaki hesabu za approximation, hesabu za makadirio. Tunataka hesabu za hakika, kwamba mwanadamu mtu mzima mwenye miaka kadhaa ana idadi ya mishipa ya damu kadhaa, na isiwe kwamba tunakadiriwa kuwa na idadi ya mishipa kadhaa. Tunajitambua sie? Tunajijua sie. tunajua kazi ya kubadilisha chakula ambacho kimeshatolewa virutubisho, kugeuzwa kuwa kinyesi, jinsi inavyofanyika tunajua au ni makadirio ya wanasayansi jinsi wanavyozungumza kwamba sijui kuna kemikali fulani inadondoka? Je, hakika hasa tunajua? Na ni nani anayeweza kuitengeneza hiyo kemikali iliyoko tumboni? Je, kemikali ile ambayo iliyoko tumboni inafanana na kemikali iliyoko nje hmm? Kweli tunaweza sisi? Bado hatujajitambua hatujajitambua. Sasa kama sisi hatujajitambua, vipi tunakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuataka tujue dhati yake ipoje? Maji ni muunganiko wa duru ya hydrogen na oxygen. Haya, tumekubali. Tunaweza kutoa hydrogen na oxygen kutoka kwenye maji. Hebu tuzikamate sasa oksijeni na hydrogen tuziweke pamoja, tutoe maji, tufanye hivyo. Ni nani anayeweza kuitengeneza damu ya binadamu ikaenda ikafanya kazi katika mwili wa binadamu? Nani anaweza hivyo? Yako wapi makampuni au viwanda au wanasayansi ambao wamekaa wakaitengeneza damu ya binadamu, na wakauza machupa kwa machupa, matenki kwa matenki? damu hii kwa ni grupu o ni a ni b ni c ni kadha ni kadha. Nani ameweza kufanya hivyo? Sasa sisi wenyewe bado hatujajua kwa Allah tunafata nini? tunayo ya wajibu ya kumtambua Allah, lakini kuna ambayo ni ya haramu kumdiskasi Allah subhanahu wa taala. Msipoteze muda wenu, msipoteze muda wenu. Punje moja ya hindi tunaiweka ardhini, unamea mmea wa mhindi, baadaye unatoa mashuke ya mahindi, kunakuwa na punje zaidi ya mia moja Tunajua jinsi zilivyojiotesha zile kunje mia moja, tunajua formation imefanyika vipi? Sasa kumbe formation hizo ndogo ndogo tu hatuzijui, vipi tuweze kumdiskusi Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona tunapoteza muda wetu? Mbona hatujitambui? alalimu man arafa qadara wa kafa bil mar'i jahalan an la ya'rifa qadara Mwanachuoni, shekhe, ustadhi ni yule ambaye anajua nafasi yake katika jamii. Kama ni mwalimu, anatakiwa atambue kitu gani kinastahiki kusomeshwa katika jamii, lakini mtu mpumbavu na mjinga ni yule ambaye hajui nafasi yake katika jamii na jamii inataka nini kutoka kwake. Matokeo yake anawasomesha watu masomo ya kuwafarakanisha, wasiweze kukaa pamoja, wakazungumza meza moja. Mtu huyu amiru lmuminina ali bin Abi Talib karamallahu wajaha khalifa alikamata kiti cha ukhalifa katika nafasi ya nne alisema maneno hayo wakafa bilmari jahlan anla yarifa qatara yamtosha mtu kuwa mpumbavu na mjinga ikiwa kama hatambui nafasi yake katika jamii maneno ya alimamu sajjad hakuna asiyemjua katika matabiin Alikuwa ni mwanachuoni wa, wa hali ya juu mtukufu sana. Alimamu Zainul Abidin radiyallahu anhu anakaa katika munajati akizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia maneno anayoyazungumza iwe ni funzo kwetu sisi. Anasema: ilahi ilahi kasuratil alsuna al an bulughi thanaika kama yaliqu bijalalik

raillah radhiallahu anhu akiwa anazungumza na Mwenyezi Mungu anatanguliza sifa za kumsifu anasema: ilahi kasurati lalsuna al an munuhi thanaika kama yalikubijalalika. E mola wangu, ndimi zimeshindwa kusifu wewe kama ambavyo ungestahiki kusifiwa. Mola wangu, zimeshindwa tunabakia, tunasema tu ya samia dua ya basira lakini hakika yake katika hiyo basira ya Mwenyezi Mungu hatujui sisi. inna allaha samiun allah anasikia, lakini hakika ya kusikia kwake sisi hatujui. qasuratin alsun an bulughi thana'ika kama yaliku bijalalika ilahi, ndimi zimeshindwa kukusifu wewe kama ambavyo ungestahili kusifiwa waajazat luqul an idraki kunhi jamalik, na akili vile vile zimeshindwa kutambua ukamilifu ya uzuri wako, zimeshindwa akili zetu wanahasarat labswaru duna nadhari ila subahati wajhik, na macho, macho vile vile yamefeli kukutazama mula wetu walam tajal lil khalki tariqan ila marifatika illa bil ajzi an marifatika. Allah ya rabbi, e mola wangu, lakini wewe hukujaalia kwa viumbe njia ya kukutambua wewe kama ulivyo. Kwa hivyo watu hawa ya rabbi, umewajalia kuwa ni wenye kushindwa kukutambua wewe katika dhati yako, bali umewaekea alamati hizo, ndo wazifate wakutambue wewe. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Quranul Karim anasema, wa min dalailihi wa wa min dalailihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Allah anatumia qauli hizo, wa min ayatihi, kwa maana wa min dalailihi, katika ishara ya kumtambua yeye Allah: ana khalaqa lakum min anfusikum azwaja tunatumia kumbe, katika moja ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuangalie wake zetu jinsi walivyo, tunavyopandisha mbegu na zinavyomea, akatoka mtoto na baadaye tukaa tumetengeneza na saba. Tuangalieni hivyo, bali tuangalieni vitu ambavyo mtoto anazaliwa anafanana na baba na hafanani na mama, au mtoto anafanana na babu hafanani na baba wala na mama zingetutosha kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna maana yoyote katika klipu zinazopostiwa ambazo eti Mwenyezi Mungu hapa eh, ameambiwa ana mkono. Makafiri hawa, hata wewe ambaye watema Mwenyezi Mungu hana mkono, pia hujaweza kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala Aliyesema na mkono hawezi kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala akafikia ghaya ya jinsi sifa zake zilivyo. Na wewe vile vile pia huwezi kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tufanye yaliyo muhimu. Kama mashekhe, fanyeni kazi za muhimu, kuwaunganisha watu. Watu wamefarakana, watu sasa hivi hawapendani, watu hawajashikamana. Watu wanaishi kama mfano wa nzi tu. Hebu warudisheni basi kwa kauli zenu nzuri, wafanyeni washikamane, wawe na nguvu. Hivi ndio Allah anavyosema, wala tanazaatu msigombane, fatafshalu mtafeli, watadhahaba rihukum, nguvu yenu itamalizika, itaondoka. Hivi ndio Allah anavyosema. Mbona twagombana? Mbona hatuelewani? Mbona hatupatani, mbona tutukanana? Tazameni sasa hivi tulipo na tunapoelekea. Muda mdogo tutakumbana na mabalaa si ya kawaida. Tupo kwenye mughafala, sisi wala hatuwaambii watu kwamba kuna matatizo makubwa yanatokea hapo mbele. Simaanishi matatizo ya siasa Lakini mjue, mna vijana karibuni wataingia katika kusema, wanadai haki katika haki ambazo lau kama watakufa katika madai yao wanakwenda motoni kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinyi mashehe ni sababu, kwa sababu mmeakalia kimya, mwaposti mambo yasiokuwa na maana. Wasomesheni watu swala zao tohara zao, waambieni watu vitu vya msingi, wajitambue Wamtambue bwana Mtume nini alifanya katika uso wa dunia na masahaba radhiallahu anhu, ili kusudi watu warudi kule alikokuwa bwana Mtume, ardhi iwe na uadilifu. Khairul kalamu ma qalla wa dalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.